Mtazamaji, hapa sasa tumekuja kwenye shamba lingine ambao tunaita ni shamba tu. Hili hapa kuna eka mbili eka moja ambayo imejitegemea hapa kujitenga na eka nyingine ambayo iko hapa upande wa pili. So hapa pia tunafanya mchakato wa kupanda pia. Mtazamaji, katika shamba hili, shamba tu, tunapanda mbegu za DK77 kwenye ile shamba wani tumepanda DK tisini Semana tatu. Sasa hivi tunapanda hii DK 77. Lengo la kufanya hivi ni kuwa na mbegu za aina tofauti tofauti, ili kuangalia ni ipi itakao perform vizuri, ili katika misimu mingine nayo kuja tu tunapanda mbegu hizo kwa wingi. Na lengo la kufanya hivi pia ni ku diversify tuone kwamba ni mbegu zipi za mahindi zita perform vizuri. Ama, kama kati ya hizi kuna ambazo zitakuwa susceptible kwa magonjwa ni zipi ambazo zinaweza ka perform ili kutusaidia sisi ku save baadhi ya mtaji ama kuto kupoteza totally. Good morning guys. Leo ni tarehe kumi na tano ya mwezi wa kumi na moja na ijumamosi tupo katika ploti nyingine ya pili ambayo tunaita ni shamba tu. Eneo hili hapa tunaomalizia kupanda mahindi ni na ukubwa wa ekari mbili na hapa tunapanda mbegu za DK saba saba kwenye shamba letu la kwanza lile la eka mbili na nusu, tumepanda mbegu za DKC. Na hapa mbolea tunayotumia ni the same, ni mbolea ya DAP ambao zina NPK. So, kama unavyoona hapa, changamoto ya shamba hili tali na magugu mengi kama unavyoona hapa, kuonyesha hapa magugu yameshaanza kutanda. Kwa hiyo sasa itatubidi tu majani yatakapo, haya mahindi yatakapoanza kuchomoza tu, tusipoteze muda, yani wiki mbili mbele tuanze kupalilia na kuondoa haya magugu ambayo yako hapa shambani. Kama unavyoona hapa, tayari hapa tumesha panda tayari, tumeshafukia si? tayari mistari inaonekana ni vile vile tu tulivyofanya spacing kwenye hili shamba pia tumeacha ni sentimita 20 kutoka shimo moja kwenda lingine. Na pia tumeacha nafasi kati ya mstari na mstari sentimita sabini na sita. Na pia kwa kila shimo tunaweka, uh, tunaweka punje moja ya mbegu. As recommended, kutoka kwa wataalamu wa hizi mbegu kwamba lazima tufanye hivi so guys, hii ndio ninavyoona hapa Sasa tumeshamaliza operation. Tunaendelea kwanza na kupanda hapa. kama unavyoona wale wanatusaidia wale pale, wanatusaidia sisi kupanda. hizi changamoto ya kukodisha mashamba ni kwamba hasa hapa wilaya ya Kasulu uwezi ukapata shamba ambalo lipo sehemu moja kwa hiyo unakuta shamba moja liko hapa kama unavyoona hapa nikuonyesha kuna sehemu tuna heka mbili na nusu ambazo ziko sehemu moja na pia hapa tuna sehemu tuna heka mbili ambazo tunaita shamba tu ambazo ziko sehemu moja pia na pia kuna sehemu nyingine mbona nakuonyesheni guys nina heka mbili pia na kuna sehemu ambapo kuna heka tatu na nusu ambao zipo sehemu moja. Kwa hiyo kama utahitaji kuwa na mashamba katika sehemu hii ama kukodisha, pia inakutaka kupata sehemu vidogo vidogo, kwa sababu hakuna mtu ambao anaweza kukupa labda na heka 20 katika sehemu moja. Unless huyo mtu alinunua shamba hilo, lakini kwa kukodisha kupata sehemu ambapo kuna shamba ambalo linafanana ama liko sehemu moja inakuwa ni challenging, kama unavyoona hapa, lazima utakuwa una move Ukimaliza tu uh, sehemu moja unaenda sehemu nyingine, kwa ajili ya ku, kuendelea na operation yako ya upandaji, lakini ndio hivyo hivyo, ndio mashamba tutayopata tutafanya. Daizora au magugu ya shambani hapo tayari zimeshaanza kuota. Hiyo sio mimea ambayo tumepanda sisi, ayo ni magugu ambayo hapo shambani kwa muda huu, na wakati leo ndio tunavyoendelea kufanya mchakato wa kupanda Sunana kule wale. Lakini, lakini wa ma, ma, ma, yes. Yes, guys, hapa tumemaliza sasa. Tumekamilisha eka mbili zingine, ambapo hapa tunapita ni shamba tu ambapo ni heka zingine mbili. Kule tulimaliza heka mbili na nusu heka mbili. Na hapa tumemaliza heka mbili. Hii na kwa jumla kwamba heka nne na nusu zimekamilika. Tumebakiwa na heka nne na nusu zingine kwa ajili ya kukamilisha. Kwa leo tarehe 15 siku ya Jumamosi ya mwezi wa kumi na moja ndipo tumekamilisha kupanda shamba 1 na shamba 2. Kwenye shamba 1 tuna heka mbili na nusu, kwenye shamba 2 tuna heka mbili. Hapa tunahitaji kwenda sehemu nyingine tena ambapo kuna heka mbili zingine then kesho kutwa tumalizie heka tatu na nusu ambazo zitakuwa zimebakia katika shamba 4, ambapo pamebakia katika hii sehemu shamba. Tumetumia mifuko, mi, almost mifuko saba ile ya uh, DK77 saba saba limekuonyesha hivi kwa tunapandia hapa kwa hapa, tatu na nusu pati na tatu na nusu zinakuwa ni mifuko saba na mbolea tumetumia mifuko miwili, almost kilo mia moja kama ulivyoona hapa, tulikuwa tunafanya operesheni hii. So leo hapa tumemaliza kwenye shamba t tu. Tukutane kwenye shamba three. Ujambo mtazamaji wa maco TV na karibu. Naitwa Stefano Mashauri, agriculture engineer, na hapo unapoona hapa tupo Kigoma wilaya ya Kasuru, ambapo tunafanya kilimo cha mahindi. Tuna shamba la ukubwa wa heka tisa. Hapa tumemaliza tumekamilisha kupanda heka mbili zingine, baada ya kukamilisha kupanda heka mbili na nusu katika shamba lile ambalo tunaita shamba 1 na hapa tumemaliza kupanda heka mbili zingine ambao ni shamba 2 na hapa tunaelekea shamba lingine ambao linaitwa shamba 3 ambapo pale tuna heka mbili zingine na Alafu kesho au Jumatatu tutakamilisha kupanda hekari tatu na nusu zingine ambazo ziko sehemu nyingine. So, kama unawiwa na unapenda kufuatilia video kama hizi ambazo zinakuonyesha behind the scene namna tunavyofanya kilimo cha mahindi hapa Kigoma, usisite ku like, ku subscribe, na pia ni kipi zaidi ungependa kukiona katika channel hii hapa? Naitwa Stefano Mashauri. Please like kama unapenda unachokiona hapa. Pia comment hapo chini kwamba umejifunza nini ama ni kipi ambacho umekiona hapa tunakifanya hakiwa vizuri, ili tukosoe, tusije tukapata hasara tunayofanya hichi kilimo chetu hapa mkoa wa Kigoma. Tungependa kujifunza kutoka kwako, na utuambie wewe unalima kilimo chako ukiwa sehemu gani. Hapa ni Kasulu Kigoma. Leo unaweza kutuambia unafanya nini hapa? Hapa niko naitengeneza kichujio na cha nami cha kumbi kumbi. Kwa ajili ya kwa ajili ya kutafuna nini kumbi kumbi za kutumia tu. Eh. Kwa hiyo hapa unavyojenga hivi Kumbi kumbi nazipata kutokea wapi sasa? Kumbi kumbi nazipata kutokea hapa kwenye kichuguu ya chini. Okay. Kwa ukizipata, yeah, nazipeleka wapi? kutoka. kwa hiyo mtu akitaka kununua kumbi kumbi hizi anakupataje sasa? Ni mpata, mpata hey. sasa.